Katika ulingo wa spoti kuna aina za dude ambazo ziliweza kubuniwa na baadhi ya wachezaji na kisha zikaboreshwa na wachezaji wa kisasa. Hizi aina za dude ni kama vile Robuna kick. Hii aina ya dude ni pale ambapo mchezaji anaupiga mpira ama pasi kwa mchezaji mwenzake ama kwa timu mpinzani, mguu mmoja akiwa ameuficha kwa mguu mwingine. Hii aina ya dude ilibuniwa na mchezaji Ricardo Infante na kwa sasa inatumika na wachezaji kama vile Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, Neymar na Olivier Giroud. Aina nyingine ya dude ni Travela kick. Hii aina ya dude ni pale ambapo mchezaji anaopiga mpira nje ya mguu wake ara na mchezaji Ricardo Guzman na ukaboreshwa haswa na mchezaji wa Real Madrid, Luka Modric pamoja na wachezaji kama vile Mesut Ozil, Neymar Jr, Cristiano Ronaldo, Eli Haaland na Kylian Mbappe. Aina nyingine ya dude ni Panenka kick. Kwa wakati mwingi dude la Panenka limekuwa likitumika katika upigaji wa penalti, na mwaka wa 1976 mchezaji Antonio Panenka aligundua kuwa kwa wakati wa kupiga penalti magolkipa wengi huruka upande wa kulia ama upande wa kushoto, na kwa hivyo akakuja na ubunifu wa upigaji wa mpira ustaarabu bila kutumia nguvu nyingi na kuelekeza nyovu hadi mlingoti wa goli na kwa hali hii akawa na uwezekano mkubwa wa kufunga bao wachezaji kama vile Lionel Messi Thierry Henry Lewandowski kolpama na Bukayo Saka wamekuwa wakiitumia katika ufungaji wa penalti bicycle kick. mchezaji anaopiga mpira kichwa chake kikiwa kimeegemea upande wa chini huku miguu yake yakiwa yananing'inia hewani wachezaji kama vile Cristiano Ronaldo Ibrahimovic Lewandowski Aubameyang Olivia Jerud, Wenruni, Babatov, Ganacho na Eli Haaland wamekuwa kiutumia katika kufunga magoli. Scorpion kick. Hii aina ya dude, mchezaji anaotumia kisigino chake katika kuupiga mpira ama katika kuufunga goli. Wachezaji ambao wamekuwa kiutumia aina hii ya dude ni kama vile Olivia Jerud, Mkhitaryan na baadhi ya magolikipa. Aina nyingine ya dude ni knuckle kick mara nyingi magolkipo wamekuwa ukichanganyikiwa na dude la knuckle kick, sababu huwa unakuja kwenye goli ukijipinda na kisha kutumbukia kwenye nyavu. Mtaani aina hii ya dude inajulikana kama vile banana kick, na hutumika kwa mara nyingi na mchezaji Kristiano Ronaldo katika kuchonga ikabu na kisha kufunga goli. Flying kick. Mwaka wa elfu mbili kumi na nne Robin van Persie alifungia timu yake ya taifa ya Uholanzi Bao lililoshinda taji la Puskas kwa aina hii ya dude wakati anachezea timu ya Arsenal pamoja na timu ya Manchester United kwa kupiga mipira ama kufunga mabao akiwa ameruka juu hewani. 2014 Robin van Persie alifungia timu yake ya taifa ya Uholanzi kwenye nusu fainali. Bao lililoshinda taji la Puskas kwenye kombe la dunia nchini Brazil na likampachika jina la Flying Dutchman. Ah. Ukihitaji uwape mbele ya watu ndio uaminike, ujue unakosa uadilifu. Aliye na hekima hangazi kulipisha kisasi, kwa sababu maisha itaudhibiti vilivyo.